Na ya makazi leo hii ha, hatushangai kumwona e, mwenye nyumba akiongeza kodi anavyotaka bila kuwa na vigezo. Akikuona umefululiza siku mbili kula nyama, basi anafikiria um, kipato kimeongezeka, anaongeza na hakuna mtu wa kumdhibiti. Hakuna udhibiti katika masuala haya. Haiwezekani e, kwamba kosa liwe kwa sababu huna nyumba, basi upewe kodi yoyote kwa sababu kuna mahitaji ya, ya nyumba. Kwa hiyo tunafikiri lazima tuwe na sheria ambayo itawadhibiti au itawalinda wapangaji lakini pia itawalinda na wawekezaji na serikali itapata kipato. Kwa hiyo tunafikiri lazima tuwe na sheria itakayodhibiti madalali na mabrokers ili kweli wanaofanya kazi hii ya kuhamisha mali hizi na kuuza wawe na sifa. Na kila Mtanzania ajue kwamba ili kufanya kazi hii lazima wawe na sifa na miiko yake na miko yake iwekwe wazi ndani ya sheria. Lakini tu kwenye upande wa tehama, tuliahidi kwamba tutaanzisha program ya IMUS ambayo, ambayo tayari tumeshaanza. Wizara yangu imeshaingia mkataba na mkandarasi anaitwa IGN F1 FI wa kujenga mfumo wa kielektroniki, na mkataba tuliusaini tayari tarehe tano 5 mwezi wa saba. Mfumo huu unganishi utarahisisha upatikanaji wa taarifa mbalimbali za ardhi, kuongeza kasi na ufanisi wa utoaji wa huduma, pamoja na kuongeza mapato ya serikali. Kazi ya mfumo huu wa awamu ya kwanza tulishaizindua tarehe 26 mwezi wa 8 na mkandarasi ameanza kazi, lakini sambamba na ILMUS, wizara inakamilisha ujenzi wa kituo cha taifa cha taarifa za ardhi, na pia tunafanya uhakiki wa kumbukumbu za ardhi, data cleaning katika mifumo ya land rent management system. Kwa hiyo mfumo huu niliosema kwamba tutakuwa tutabadilisha hata hati zetu hizi, mfumo wa utoaji wa hati utabadilika. Tumeanza Dar es Salaam. Mambo yakienda vizuri, baada ya mwezi wa saba pengine tutaanza kazi. Sasa hivi wizarani pale tunaanza kurekebisha taarifa za wamiliki wa ardhi wa Dar es Salaam, ili kuwa na nyaraka zinazofanana na utoaji na umilikishaji waliopewa, ili angalau tukishamaliza kuweka mfumo hati zote za wamiliki wa Dar es Salaam, tutaanza kwa kanda ya Dar es Salaam. Watarudisha zile hati ili tuwape hati mpya ambazo zitakuwa za electronic. Mfumo huu tumeshaanza kuanzisha na naamini katika bunge au bajeti ijayo, kuanzia mwezi wa saba, tutakuwa na uwezo wa kuanza kutoa na kubadilisha hati zetu na kuendelea katika mfumo wa electronic. Tukishamaliza Dar es Salaam, tutaingia kwenye kanda nyingine saba zilizobaki za Dar es Salaam tumeendelea na uthamini wa mali mbalimbali kwa kipindi hiki cha mwaka mmoja tumethaminisha